Naam, bwana, habari ya kijana mmoja eh, ambaye amepona katika ajali ya ndege iliyoanguka huko India imezidi kushika hatamu, ikiwa sasa hivi zimevuja au eh, zimesambaa video za kijana huyo akiwa hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu zaidi, lakini pia kuna picha na video zikiwa zinaonyesha familia mbalimbali mbali ambazo zilikuwa zimejirecord zimejipiga picha na kuposti mtandaoni kabla hata ya safari kuanza, ambapo kiukweli zimewapa zime watu wengi sana majonzi. Unaelewa, unaelewa eh? Yani kuna video za familia, mtu na mkewe pamoja na watoto wakiwa okay, wamejipiga selfie eh, wakati safari ndio inaanza eh, lakini wote hawa maana yake ni kwamba wamepoteza maisha. Aliyepona na huyu ni huyu ni kijana mmoja tu ambaye yeye wameonyesha mpaka sehemu ambayo alikuwa amekaa huyu jamaa bwana, katika hii ndege ya Air India ni kwamba ambayo imepata ajali na imelipuka na watu wengi sana wamepoteza uhai. Huyu kijana yeye alikuwa amekaa siti namba namba namba 11A. Umeona eh? na hii siti ilikuwa iko karibu kabisa na mlango wa pili. Kuna mlango wa kwanza alafu kuna mlango wa pili huku nyuma eh? katika hii ndege ambayo inafahamika kwa jina la Boeing 787-8 umeona eh? na hii ndege ina urefu wa mita hamsini na saba. Sasa katika row ya pili katika hizi siti za kawaida, maana ukitoka business class, hii ni commercial, umeona bwana bwana eh? sasa huku bwana ni kwamba katika hizi siti siti ya kwanza kabisa ndo huyu kijana mba, alikuwa amekaa. Kwa hiyo inavyosemekana ni kwamba alikuwa pushed out, umeona wakati ndege imecrash. Huyu kijana yeye alisukumwa nje, umeona bwana. Kutokana na hilo, ndipo hicho ndicho kilichonusuru uhai wake. Kwa hiyo hawa wengine ambao walikuwa wamebaki wame, wame humu ndani wameungua pamoja baada ya ndege kulipuka. So hivyo ndivyo moment ilivyokuwa, kwa mujibu wa, kwa mujibu wa analytics, analysis ambayo imefanyika kuhusiana na jinsi ambavyo ndege hiyo ilivyodondoka na siti ambayo huyu kijana aliyokuwa amekaa mpaka ikafanya, na kwa sababu yani, sababu ya yeye kupona au kuto kupoteza uhai, ndo hivyo jinsi ambavyo imefahamika, umeona bwana. Kwa hiyo kijana sasa hivi anaendelea vizuri. Mm, mmoja tu kijana huyu pekee ambaye amesalimika katika hii ajali hii ya ndege ambayo imedondoka huko India. So hapa kuna habari kamili, kwa mfano hapa kuna page amekuja ameandika kwamba bwana, katika tukio la kushtua na kuumiza mno mwanaume mmoja amenusurika kwenye ajali mbaya ya ndege ya Air India iliyogharimu maisha ya takriban watu zaidi ya mia mbili. Ajali hiyo imetokea muda mfupi tu baada ya ndege hiyo ya Boeing 787-8 eh, Dreamliner, kupata ajali na kutu, baada ya kutoka tu katika uwanja wa ndege kima wa kimataifa wa Sardar huko Patel, mjini India ikiwa inaelekea uwanja wa ndege wa Gatwick jijini London, Uingereza. Kwa mujibu wa wa kamishna wa polisi Ahmed GS Malik, amezungumzia kuhusiana na manusuru huyo, alikuwa ameketi kwenye kiti namba kumi na moja a ambapo taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka ya safari za anga nchini India imebainisha kuwa abiria huyo amenusurika ni raia wa Uingereza anayefahamika kwa jina la Vishwashi Kumar Ramesh. Vyombo vya habari vya nchini humo India vikiwemo ANI pamoja na NDTV ni kwamba vimefanikiwa kumtembelea bwana Rajesh hospitalini akiwa anapokea matibabu akiwa katika hali ya mshtuko lakini akiwa nafahamu, akiwa yuko timamu, na alieleza kwa kifupi tu kilichotokea. Kijana alisikika akizungumza kwamba sekunde e, thelathini tu baada ya kupaa kulisikika mlipuko mkubwa sana, e, halafu ghafla tukahisi kama vile ndege inaanguka yote na sisi wote, na hii yote ilitokea kwa haraka sana, yani kwa haraka mno, sikuwa na muda wa kufikiria chochote. Lilikuwa ni jambo la sekunde tu. Kamishna Malika amethibitisha kuwa Manusura huyo amelazwa hospitalini na anaendelea na matibabu, huku madaktari wakieleza kuwa hali yake ni ya kuridhisha, japo bado anaendelea kuangaliwa kwa karibu sana kutokana na majeraha ambayo alikuwa ameyapata. Lakini pia vilevile vile ripoti ya Air India inathibitisha kuwa kulikuwa na jumla ya abiria mia mbili na thelathini na, wanafunzi, wan, na wafanyakazi wa ndege ya, ya safari hiyo miongoni mwao walikuwemo raia mia moja sitini na tisa wa India, hamsini na tatu wa Uingereza, raia saba wa Ureno na mmoja kutoka Canada. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwa karibu na eneo la tukio, ndege hiyo ilianguka ndani ya makazi ya wafanyakazi wa afya na madaktari eh, na madaktari chini ya dakika moja tu baada ya kupaa kuli kulingana na taarifa za awali, inaaminika kuwa ndege hiyo ilikumbwa na hitilafu ya kiufundi japo uchunguzi rasmi unaoongozwa na Tume ya Uchunguzi wa Ajali za Ndege bado unaendelea. Ajali hii imeacha machozi makubwa sio tu kwa familia za watu waliopoteza wapendwa wao, bali pia vile vile kwa taifa zima la India na jumuiya ya kimataifa. So hivyo ndivyo mambo yalivyo kiukweli. Hii ni moja kati ya ajali ambazo zimewaumiza watu wengi sana, na CNN wamevujisha video na picha za kijana huyu ambaye amenusurika katika hii ajali, na kiukweli ni muujiza. Nadhani utakuwa unaelewa nikisema hivyo, kwa sababu huu ni muujiza kabisa 100% yaani, katika watu wote mia mbili na umepona wewe tu peke yako eh, hicho kitu lazima ujue kabisa kwamba Mungu amekuacha ana makusudi, ana makusudi na wewe, kuna kitu anataka ufanye duniani, obviously umeona bwana. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kama ushawahi kushuhudia, hujawahi kushuhudia miracle, basi hii ni miracle, yaani huu ni muujiza kiukweli, kwa sababu mara nyingi tunafahamu kwamba ndege ikidondokaga nchi kavu waga hakuna anayepona labda idondoke baharini, lakini nchi kavu bwana uaga wote wanaondoka. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Sasa hapa eh, kuna picha pia vile vile zimesambaa huko mitandaoni, kama nilivyosema hapo awali kwamba kuna picha za familia. Kuna bidada hapa akiwa na mumewe pamoja na watoto wake watatu, wawili wa kiume, mmoja wa kike, wakiwa wamejipiga selfie mara tu baada ya kuingia katika ndege hiyo ambayo imeungua baada ya kudondoka, which means kwamba kama amepona mmoja, ina maana kwamba hii familia yote imepoteza maisha ambapo hii pia imekuwa ni moja kati ya habari ambazo zimewagusa watu wengi sana. So it is what it is. Eh, bado tutafuatilia pia kuhusiana na hali ya huyu kijana Rajesh ambaye yeye pekee ndiyo ametoka salama katika hii ajali ya Air India, ikiwemo watu zaidi ya miabili wakiwemo wafanyakazi, marubani na pia abilia mbalimbali mbali, wote wamepoteza maisha na kama unavyoelewa kwamba katika kila ndege Air Air vile mpelelezi ambaye anakuwa ni amepoteza ya yani, so, uhai vile vile, lakini aliyepona ni huyu kijana pekee. Umeona, ndio maana nikasema kwamba huu ni muujiza kabisa yeah, yani ni muujiza wa waziwazi wa wazi. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo, ukiwa kama mdau kama ilivyokuwa kawaida kama umelifuatilia tukio hili la ajali hii ya ndege. Kama labda ulikuwa hujalifuatilia, ndio umetazama hapa kwa mara ya kwanza, weka maoni yako. Lakini pia kama ulikuwa unalifuatilia kwa muda, maana hii ajali imetokea jana, umeona pia, vile vile, unaweza ukaweka maoni yako. Unalizungumziaje hili swala? Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.